Biambwe inakuwa kote kote ya wapi? Kwa wote ambao wanakufuata Biambwe inakuwa kwa upande wa magharibi au weste ya mji mkuu wa Butembo, na ni kwa takribani kilomita uh, makumi sita hmm. Lakini uh, unasema pia useme ADF ilifika namna gani? Ulikuwa kwanza kusikia mripuku wa risasi ile, ni ilikuwa ni, ni jambo ambayo ilistula e, watu na watu walilala porini bila kujua mripuku wa risasi huo unakuwa sababu gani. Ni kulikuwa kukipita muda kidogo, ndio watu waliona hasa e, ndimi za moto e, juu ya anga na pale pale watu walijua kwamba maadui wameingia. Na unasema uh, bila inakuwa namna gani kwa sasa, nini ambao watu ambao wamefariki na nini ambayo imechomwa e, kwa vitu ambavyo vimeharibika sana ni manyumba kari- zaidi ya makumi mbili ambayo isha ilichomwa vile vile na watu makumi mbili ambao wamefariki walikatwakatwa. E, vile hospitali imeunguzwa, na kulikumekuwa watu ambao hawajaonekana na tunawaza ni watu washa bebe wa porini. Na wakati huu kwa muda huu, e, ni watu wachache ambao wanabaki ndani ya mjini, wengine wanaanja kuenda kila m lakini, serikali imejitahidi e, wasoda washafika mweneo na wengine washafata kondo ya adui. Aa, unasema kwamba hata mke wako wamefariki? Je, uh, waliingia hata hata nyumbani mwako? Hapana, ee, mama mzazi alikuwa amegonjwa na anakuwa kwenye hospitali na vile e, nilimwambia Mama Selale yeye peke kule kwa hospitali aende akamchunga, na ni huko huko ambako waliwakutanisha wote ili wa wakatekate na upanga. Ni kusema umpoteza mke wako na mama mzazi? Ndio. Sasa na hospitali kwa sasa inakuwa namna gani? mm. Ah, okay. Sasa ile kote yenye nilikuwa nasema, hivi niseme sasa, ile kote yenye hmm. Eh, ile, ile munakuwamo muko EPDF eh, jeshi la Uganda na FRDC na Wazalendo, namna gani waliua watu ishapo? Eh, majeshi wote hawa wanapatikana huko, eh, majes... ah hapa mjini kwanza ta Biambwe tunakuwa na FRDC eh, eh, eh, eh samanga sekana iko nazunguka pembeni pembeni, mm. uh, unasema pale kuna kisho, unasema uh, FRDC inafanya nini? Nasema nilikuwa uh, afadhali si ni ambayo inachunga eneo pamoja na hmm. na wazalendo wa Ipelse sasa magharibi na, na walifanya iwezekanavyo, lakini kwamba adui anakuwa ni mwerevu, hakuweza aliweza kuingia mjini eh, bila wao kutambua hmm. Hmm. Sasa uh, ukiwa president wa société civile Uh, jeshi ime, imesema nini kuhusu jambo hili? Jeshi wakati ilimaliza anket, e, kulikuwa kum, wakati wali, wengi wa, walifika katika eneo mayani rafor ilifika kutoka njia panda kueta major na wakapitia mpori ili waende wafate kondo ya wale maadui. Ee, na ingine sehemu libaki ndani ya muji ikiendelea kufanya angete na kisha kufanya angete wame, kila familia imepokea mwili wa wenzio ambao alikuwa umekufa. Sasa hali kwa sasa, watu wana raia wanakuwa mhali ya namna gani? inaendelea kukua katika oga mingi. Oga ni mingi kabisa sababu e, na wakati huu kunakuwa wale ambao wanaogopa mjini wanajielekeza pande za Butembo na huko na huko, ambako wanazania kuwa ah, ndio unaweza kuwa na ujumbe kwa serikali ambao wanakufata basi e, mauaji haya yamemaliza karibu miaka mbili e, ndani ya eneo letu e, la Biambwe, na kila mara wanajitokeza, wanaua, wanarudi e, mara na mara. Aloro, hali hiyo e, tunaona kama government haijatia kabisa e, haiyafanya juu chini, ili iweze kumaliza mapambano haya, na tunaomba serikali ikazane kabisa, ikazane kabisa, ili ikomeshe hiyo mauaji ambayo yanaendelea kupoteza e, maelfu ya ya wakaaji ndani ya eneo letu. Kuna kuwa Wakongomani ambao wanakuwa inchi za kigeni ambao wanapata information mbalimbali kuhusu hali ambayo munapitisha. Uko Biambwe kwenye territoire uh, ya Luberu sekta ya Bapera, lakini kwa sasa hawa hawaelewe nini ambayo naendeka huko. Wewe ukiwa president wa société civile, na hata wewe umepoteza mke wako kwa mauaji haya, unaweza waambia wakongomani ambao wanakuwa inchi za kigeni ambao wanakufuata nini hey. Mwishi wetu wa Biambwe ni ndani ya shifria ya Baswara, hauko ndani ya grupu ya nini ya, ya sekteur de Baper, iko ndani ya sekta ya ya shifrie de Baswara hmm. Alo e, opi ambalo ninatoa kwa wale wa diaspora ni kuwa kwanza watutie ndani ya maombi, vile vile nao wajikaze kuendelea ku e, kufikia government ili yone gisi ya kutoa michango mbalimbali kwa namna zote kusudi vita hiyo, eh, mauaji hayo yapashi kukomeshwa leo. Bakakuambia unaonana na chef de leta macho kwa macho Felix Chisekedi Chilombo, kufatana na uchungu ambao unakuwa nao, unaweza mwambia nini? Basi ni yeye chef de leta, ni yeye ambaye ni commandant supreme wa askari basi afanye kazi lake na eneo letu lipate ku, kuwa na usalama kabisa. Basi tunasema pole sana. Africa Daily Report nasema pole sana kwako na pole sana kwa kongomani wote. Basi asante. Tunauza jua kwa majina tena nani? Mimi ni... Lende wa shirika la raia Biambwe Paluku Nzanzo Ashile. Basi asante. <coughs>